juu ya kukuaga wewe wewe mwezi wa Ramadhani. Anauzungumzisha mwezi wa Ramadhani, tabiki alqulubu ala wadaika harqatan. Zinalia nyoyo juu ya kukuaga wewe, hali ya kuwa zinaungua nyoyo, zinateketea kwa maumivu kwa kuondoka Ramadhani na kwa kuiaga Ramadhani. Hizo ni nyoyo. Asema mshairi, kaifa aluyunu idha rahalta satafalu vipi macho pindi utakapoondoka wewe Ramadhani yatakuja kufanya ikiwa nyoyo zinalia kiasi hichi na kuungua? Haya, hayo macho yatakuwaje? si ndio yatakaribia kupata upofu wa kulia, huo wekundu wake kwa huzuni, hautowezekana bwana. Anasema mshairi kaifa aluyunu idha rahalta satafalu, vipi macho basi pindi utakapoondoka wewe Ramadhani yatakuja kufanya ikiwa moyo ni hivi, haya macho itakuwaje? Kisha anasema ma balu shahri saumi yamshi musri'an. Ma balu shahru saumi, una nini mwezi wa funga, yamdhi musri'an, unakwenda hali ya kuwa ni wenye kuharakisha. Una nini huu mwezi, mbona wakimbia mno? ma balu shahari saumi, una nini mwezi wa funga, yamdhi musri'an, unakwenda hali ya kuwa ni wenye kuharakisha. Lakini mshairi anasema wa shuhuru baqi lami, na miezi ya baki ya mwaka, kam tatamahalu, ni kwa kiasi gani inajongea eh? Utashangaa ajabu, mwezi wa Ramadhani ndio wanakwenda mbio na ndio ile ya kheri na baraka, alafu miezi mingine inakwenda polepole kama kobe, inajiongea tu. Kwa nini? Mshairi anajiuliza maswali na kushangaa, anashangaa kweli hapo. Mabalu shahari saumi yamdi musrian, una nini mwezi wa funga? Kuna siri gani basi ndani hapo ya? Mabalu shahri saumi yamdi musrian, una nini mwezi wa funga unakwenda hali ya kuwa ni wenye kuharakisha. Wa shuhuru baqi al-ami, na miezi ya baki ya mwaka. Kam tatamahalu, ni kwa kiasi gani inajongea? Shangao, inajongea sana hiyo. Kamu hapo yaonyesha, yaonyesha at-takthiri, ai kathir ma tatamahalu, ni kwa wingi sana. Miezi mingine inajongea, inakwenda mwendo wa kobe, lakini Ramadhani ah, unakwenda mbio kisha anasema mshairi, ha anta tamdhi ya habibu wa umruna ha? Wewe huyo ha anta tamdhi, wewe huyo unakwenda. Ya habibu, ewe kipenzi. Wa umruna, na umri wetu sisi. Yamdhi, unakwenda pia. Wa mayadri anta setukubilu, na nani mwenye kujua yeye, wewe utarudi tena kwa maana ukatukuta hai, nani ajuaye bwana Ha anta tamdhi ya habibu, wewe huyo Ramadhani hiyo unakwenda, ewe kipenzi wa umruna, na umri wetu, yamdhi, unakwenda vilevile. Wa maiyadiri, nani ajuaye, bwana? A anta satukubilu, je wewe utarudi tena na ukatukuta tupo? Maana umri unakwenda, aliyediriki Ramadhani ya mwaka huu ana gerenti gani bwana, kwamba Ramadhani ya mwakani au ya miaka miwili ijayo atakuwepo, hakuna ajuaye. Kisha kaomba dua nzito kabisa. fa eh, faasaka rabbi, huenda wewe ewe mola wangu mlezi. Fa asaka rabbi, anamuita Allah hapo na kumuomba. Fa asaka rabbi, huenda wewe ewe mola wangu mlezi. Kad kabilta siyamana, kwa hakika umezikubali funga zetu ai naduuka an tatakabbalaha, maana yake hapo tunakuomba wewe uzikubali funga zetu. faasaka rabbi, huenda wewe ewe mola wangu mlezi. kadi kabilta siyamana, kwa hakika umezikubali funga zetu. waasaka kulla qiyamina, na huenda wewe kila kisimamo chetu, tatakabbalu, utakitakabali